Zaidi ya watu ishirini wamejeruhiwa na wawili kati yao wakiwa mahututi, baada ya wapiganaji wa Houthi kurusha silaha, ndege isiyokuwa na rubani katika jiji la Eilat lililopo karibu na mpaka wa Jordani na Misri. Shambulio hilo limetokea katika siku ya Kiyahudi ya Rosh Hashana, yaani mwaka mpya wa Kiyahudi. Katika mazungumzo na vyombo vya habari, mmeya wa jiji la Eilat Eli Lankri ameitaka serikali ya Israeli kulipiza kisasi kwa kuwashambulia wapiganaji wa Houthi walioko nchini Yemen. Mmeya huyo ameongeza kusema kuwa mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na Houthi yamesababisha usumbufu mkubwa kwenye shughuli za bandari ya Eilat. Hili ni shambulio la pili kutekelezwa na wapiganaji wa Houthi katika mji huo. Siku chache zilizopita, wapiganaji wa Houthi waliorusha droni nyingine katika eneo la biashara ya hoteli jijini Eilat na kusababisha uharibifu wa mali. Kundi la Houthi linaloungwa mkono na Irani limekuwa likirusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani, yani droni, kwa zaidi ya kilomita elfu mbili kutoka Yemen hadi Israel kwa madai ya mshikamano na wananchi wa Palestina dhidi ya Israel. Tangu Novemba 2023, Houth umefanya zaidi ya mashambulizi mia moja ya meli za kibiashara. Kati ya hizo meli nne zimezama na nyingine zimeharibiwa vibaya au kutekwa. Serikali ya Urusi mara kwa mara imerudia kauli yake kwa kusema kuwa amani ya Israeli ni uhuru wa Palestina. Wakati huo huo, jeshi la Israeli linaendelea na mashambulizi katika mji wa Gaza, na idadi ya watu waliopoteza maisha mpaka sasa inakadiriwa kuwa watu elfu sitini na tano na majeruhi laki moja na elfu sitini.